Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi Dr. Marian Chimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu. Mheshimiwa Musa Azani Zungu, Spika wa Bunge la Tanzania. Mheshimiwa Daniel Silo, Naibu Spika wa Bunge la Tanzania. Waheshimiwa viongozi wetu wakuu wastaafu, Waheshimiwa mawaziri ndugu familia marehemu, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, waheshimiwa bunge, viongozi wa bunge, serikali, mahakama, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, ndugu waombolezaji wenzangu, mabibi na mabwana, Kristo, ufuatao ni wasifu wa marehemu Jenista Juaki Muhagama. Kuzaliwa.